Dulia, ngoja nikuingize ndani ya moto a ndani ya moto wangu. Allah akakuingize ndani ya moto wangu, wewe. Hamna mtu yote atakaye kuja kukuombea wewe, ya Rabbi, msamie mja wako kakos. Lakini nakuomba Rabbi, akuna hiyo kusahau, ja usahau kabisa kumsamehe mja wako. Hakuna siku hiyo, kila mmoja na laki, kila mmoja atakuwa amenawa namna hii. Mtume alimwambia bibi Aisha, siku ya kiama sote zitakuwa uchi, sote zitakuwa. Bibi Aisha alihuzunika sana, akasema: sasa ya Rasulullah, itakuwaje?

zile zinampelekea kuto kutambua mengine yote pembeni pembeni yake, anakuwa ajua chochote kinachoendelea huko pembeni. Anaweza kwake, kila mmoja anaweza amali zake vipi, itakuwaje, atingia peponi au motoni, kila mmoja atawaza.